tũrĩ gũrũ wa tũtere twamũthura na twaugire nĩwe mweyo na twarerere kũthura twatere karĩa rĩa no tũba barabara ĩmwe arauga nĩwe watũgwĩthĩria endi nĩwe kaa tũtere bigibiki ciatũ ikanjire kũ cũkũ nũkanga maũrũ itona ithĩ ta ikinya no kũ nĩ kĩrĩro kĩrĩa kari mbathũria mbaranga kwĩna mamwanka karasine ninyuma nĩ nyuma kwĩthĩra barabara ĩra yaumĩte mbaranga gũtũra mwanka